na utukufu sana. Ndugu jamaa na marafiki, ambao mko njiani, nataka niwaambie jambo ambalo limetukusanya maeneo haya ya ukumbi wa FPC maeneo ya Gereshi, ambao siku zote wana wa Mungu wanaabudu huko, hapa kwa ajili ya kupongeza binti yetu naye si mwingine ni mrembo Penaso kutoka Tungutungu -tungu. Nikombe kama unatoka maeneo ya Tegeta unatoka Tungutungu -tungu, Msongora ukifika njia ya kukunya kwenda ndoto, pole pole songa mbele, utasikia mziki mzuri mlaini ambao utakuwa na sauti na picha za mnato, utakuwa umefika maeneo hayo. Baada ya muda mchache, tunaenda kuanza shughuli yetu na sisi tutazingatia muda ili tusikuboe urudi nyumbani kwa vizuri na umefurahi. Asante sana DJ, tunaomba mziki wakati tunasubiria siar aweze kuingia ukumbini. Nisikupe tabu wakati wa mkao, naomba nitoe maelekezo kwa wale ambao tunaendelea kuingia ukumbini. Kwa majina naitwa MC Barnaba, mtu mwenye upako wa Roho Mtakatifu anayezingatia maadili ya kiroho. Sitakuwa kwa ajili ya kuchosha wala kukuumiza, lakini acha nitoe maelekezo ya jinsi ya kukaa. Wale wote ambao wapo kwenye upande wa bibi harusi, yani wazazi wake bibi harusi, watakaa kwenye hii meza ambayo imezungukwa na viti vizuri, si rangi ya maziwa, lakini ina meza nyekundu. Hivyo viti vyote ni kwa ajili ya wazazi wabinti ambaye ametukusanya maeneo haya akakufanya na wewe upendeze, upake na ubae mavazi ambayo ukiwa maeneo haya, jambo hili linaenda live, linarushwa watu ambao wa wameshindwa kutoka Kigoma, wameshindwa kutoka Mbeya, watakuwa wanaliona, ili tukio likienda mbashara, yani, kwenye mitandao ya kijamii, upendeze ukae vizuri, kwa sababu tumejipanga na tumezamiria kuhakikisha watu wote wanapata furaha. Baada ya eneo hilo, ambao wanakaa wazazi, nyuma yake watafuata wazazi adi, yani wengine wajomba na kadhalika, watakuwa wamekaa kwenye hilo eneo. Lakini kama wewe ni best man, best friend rafiki yake, utakaa maeneo baada ya wao kukaa hapa katikati. Bwana Yesu asifiwe! Lakini hili eneo, mkono wangu wa kulia, ambao ni mkono wako wa kushoto meza ambayo imenakshiwa na viti vyekundu, ikiashiria ni siku ya wapendanao ambao wamegeuza mwezi wa pili tarehe 14 kuwa wao ni siku ya leo, yani usiku ambao umejaa sura za watu wenye tabasamu. Meza hii itakaa wazazi wa bwana alusi. Makofi kwa ajili yake please.